Hivi TFF na kamati zake, nikimaanisha kamati ya sheria pamoja na ile kamati ya rufaa, hizi sasa ndizo ambazo zina mandate ya kuja kuamua hili jambo. Je, liendelee kama ambavyo lilipaswa kuendelea ama litolewe maamuzi mengine? Lilipaswa kuendelea na, na, namaanisha nini liendelee kama lilivyopaswa kuendelea? Ni kwamba bodi ya ligi watarudishiwa mandate na kamati ya sheria na, na kuambia wana yes, nyie mna haki ya kuhairisha mchezo wenu, hivyo huu mchezo utanawarudishia muupangia tarehe. Lakini bodi, uh, kamati ya sheria inaweza akasema bodi ya ligi hapana, hamkuwa sahihi sisi kama kamati ya sheria mm. tunawapa Yanga alama tatu mm. ama inaweza ikatoka pale, kuna kamati nyingine inayoenda kikatokea, wa, uh, bodi ya ligi imepewa hiyo mandate ya kurudisha mchezo mm -hmm. Yanga watalichukua lile jambo, wanalipeleka kamati ya rufaa, kwamba bwana, hukumu yetu hapa ama bodi ya ligi watalichukua hilo jambo, litapelekwa kamati ya rufaa no, okay. kwamba ya, ya hukumu yetu ni hii hapa mm -hmm. rufaa tunakata tunataka hukumu irudiwe ama itafsiriwe upya. Kamati ya rufaa itakuja na majibu yake, inaweza ikabatilisha maamuzi ya mwanzo ama ikapiga ya msumari hayo maamuzi uh, uh, maamuzi ambayo yalitolewa kwenye kamati ya sheria. okay. baada ya hapo sasa ndio di, di. wanaingia kasi mm. unaona mtiririko mm. hamna serikali mm. umtiririko hauna waziri mm. umtiririko hauna busara, ila ina watu haki wa michezo ya mpira yeah. inapatikana kwenye okay. vyombo vya kimpira mm. na inaamuliwa na watu wa mpira.